Kwa hiyo kama sura imeniparama, shida ni nini, mm? Shida yako nini? Yani, kama sura yangu imeniparama, we unapata shida gani, ndugu, mm? Ya kwako nzuri, si ndio? Sura yako nzuri, eh? Yangu imeniparama si ndio? Sawa basi aliyekuumba wewe na sura nzuri kaniumba na mimi. Na mimi ndio hivyo naiweka hapa ndio hiyo inanipa ugali. Umeona, eh, hiyo sura yangu ilonipa rama inanipa ugali, inanipa maisha. Eh, Tanzania watu wananifahamu hivyo hivyo na hiyo sura ambayo imenipa rama. Hiyo yako nzuri. Haya, kama inakufaidisha haya. Poa nananana nanana mambo. Poa kabisa. Endeleaje, wekeni ah, bwana usiwatukane hivyo. Mm, usiwatukane, usiwe kama mtu. Unajua kuna neno la Mungu linasema hivi, sisi tunaishi duniani lakini hatutokani na dunia. Kwa hiyo usi- Shetani anataka akuchokonoe ili uchokone, uchokonoleke ili akupate umeelewa eh. Kwa hiyo kama unajua hivyo, wala hata uhangaiki, umesikia. <laughs> ndugu yangu wewe, sisi tuendelee na vibe vibe ya energy nzuri yani. Eh, energy nzuri achana na hizo negative energy. Tunajifunza vingi, sawa na nana. Nashukuru sana kama unajifunza, karibu sana na kupenda jamani vipindi vyako. Amina, nashukuru sana kama wewe ndio miongoni mwa wanaopenda vipindi vyangu. Nafasi za wadada zipo, zipo nyingi sana sana sana sana, sana. Sak, sakri mm, nafasi zipo, kama zote za kutosha kabisa. Naomba vigezo vya smart dada. Smart dada ni dada ambaye ana upeo mkubwa ambaye anaweza kujisimamia majukumu yake bila kuelekezwa, huyo ndo smart dada, na walio wengi unakuta ni wale ambao wana uzoefu mkubwa sana wa maisha au wamepata pia kujiendeleza kielimu. Ingawaje wako ambao wamejiendeleza kielimu, lakini usmati kwenye kazi za ndani unawashinda, wanabaki kwenye yale mambo ya usistadu. ah-ah. Yaani, usmati ni ile hali ya kwamba akili zako zile uzonazo unaziwekeza katika kazi za ndani. Kwa hiyo unafanya kazi zako vizuri, kwa ubora, bila kusimamiwa, bila kukumbushwa, bila kuimbiwa imbiwa kila saa. Huyo ndo smart dada. Mara nyingi, mara nyingi levo yake inakuaga kwa wadada walio uh, waz, ngazi ya form four, ni wachache kwa kweli. Ngazi ya form four wengi bado wanakuaga kama traditional kwa hiyo unakuta wengi ni hao waliosoma labda mpaka eh, form sixi au wako pia form sixi ambao ni traditional, lakini walio wengi unakuta wamefika form sixi au chuo labda eh, kasoma hizi mbali mbali kozi mbalimbali hapa kozi tofauti tofauti, kwa sababu ya ukosefu wa ajira anaamua kuja huku kukusanya mtaji. Hao ndio wanaangukia kwenye hilo kundi la smart, lakini ni lazima awe ana uwezo wa kutekeleza majukumu yake kismati, sio tu kwa sababu ana qualification za academic. Hapana, academic imewafanya wengi bwana, wengi wanakuwa yani bado bado, yani mtu wa ana ana sijui degree au ana diploma, lakini yani, da kwenye kazi yani ni zero. Mi napenda sauti yako, e, Shadi, nashukuru shukuru sana. <laughs> Nashukuru. Okay. Mm, nafikiri, nafikiri, nafikiri, nasikia, nasikia majirani zangu hapo wanaanza kuswali. Na mimi waga, wakianza kuswali tu mi natoka hewani, waga. Sipendi sana sababu niko karibu sana na msikiti, kwa hiyo huwa sipendagi kuendelea kuwa live huku wengine wanaswali hapa. Of course pia zinakuwa ni mwingiliano, kwa hiyo I don't know kama ndo wamemaliza au ndo wanaanza. Ngoja nione itakavyokuwa, yeah. lakini pia nafikiri, maswali mengi, maswali ndio hayo nimejibu, ili pia tusikae muda mrefu bila sababu. Cha muhimu kwa wewe ambao umeulizia nafasi ya kazi, tuna kazi za nyumbani ambazo ni kwa wasichana na kazi ni za kuishi kwa mabosi, na hizi zinawafaa sana wasichana ambao bado hamjakimbilia majukumu, hamjakimbilia kwenda kutafuta watoto ambao hamwezi kuwalea, hamjakimbilia kwenda kupanga vyumba eh, ambavyo hamwezi kulipa. kwa hiyo ni kazi nzuri sana za kujiandaa kukabiliana na maisha. Okay, natakiwa ujiandae namna ya kukabiliana na maisha. Sasa sisi hatujaandaliwa hivyo, so nimesema kwa kuwa majirani zangu hapo wanaswali, basi itabidi live nisitishe, lakini nafikiri pia kuna mambo ya msingi nimeyazungumzia. Haya jamani, mwe na jioni njema, yeah.